wa rahmatullahi wa, wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, wapenzi wa mambo ya kheri, wanaoguswa na matatizo yanayowafika eh, ndugu zao katika jamii, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwafikisha kuweza kukamilisha zoezi la dada yetu huyu mwenye mtoto mlemavu wa shingo. Ndugu zangu nyote mnafahamu ya kuwa tulikuja kwenu kwa mara ya pili, tukiomba tena dada huyu aongezewe kiasi cha fedha kwa ajili ya kutimiza mtoto huyu apate kiti maalum kwa ajili ya mtoto mlemavu wa shingo na baadhi ya gharama mbalimbali zilizozidi hospitali. Tunamshukuru Allah na tunaombeni dua, kila aliyeguswa na hili akachangia mia moja ama mia mbili kuliwezesha hili, Mwenyezi Mungu amlipe badala hatimaye ili tumelimaliza, kwa kuwa mtoto amepata kiti, dawa zote amepata zilizokamilika, na masha allah mtoto anaendelea katika hali nzuri kabisa. Mwenyezi Mungu akulipeni, ndugu zangu, kwa kuguswa na jambo kama hili. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anatuambia, laisa minna man lam yahtam bi umuri almu'minin, hayuko pamoja na sisi yeyote ambaye haguswi na matatizo yanayomfika ndugu zake. Kwa ndugu zangu mmelileta kwenu, mkaguswa nanyi mkamua kuchangia kwa namna moja ama nyingine kuweza kulikamilisha hili. Shukrani mwanangu kwa kupata kiti. Sijategemea kama mwanangu atapata kiti. Natoa shukrani pia kwa Tanzania wote, sina cha kuwalipa zaidi ya shukrani. Naomba Mungu awabariki, waendelee kunisaidia tena, wasinichoke wala wasichoke kabisa. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwenu nyinyi, sisi kama taasisi ya The Ikraam Foundation, kwani hakika mlichokifanya takikuta katika mema katika mizani ya mema yenu siku ya mwisho siku ya kiyama. Kukutane tena katika kheri nyingine, Allah atakapokuwa ametujalia. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu.